TMDA, mamlaka ya dawa pamoja na vifaa tiba na TMDA, inahakikisha usalama kwa taifa. Karibu mpenzi mtazamaji wa kipindi cha TMDA na jamii, ni siku nyingine tena mamlaka ya dawa na vifaa tiba naizungumzia, TMDA inakuletea mfululizo wa vipindi vyake vya uelimishaji, vipindi ambavyo vinalenga katika kukujuza, kukuhabarisha, lakini pia kukupatia mambo mbalimbali ambayo mamlaka hii inatekeleza. Kumbuka, mamlaka ya dawa na vifaa tiba ni mamlaka ambayo inahusika na udhibiti wa ubora, usalama, pamoja na ufanisi wa bidhaa za dawa vifaa tiba na vitendanishi. Ninaye kukaribisha kutoka TMDA na jamii, naitwa Gaudensia Simwanza. Nakualika uungane nami toka sasa mpaka pale nitakapohitimisha. Kwanza mtazamaji, kama ilivyo ada ya kipindi hiki, katika studio huwa tunakuwa na jambo letu ambalo kwa pamoja tunalijadili, lakini pia mwisho wa siku wewe upate elimu ujifunze ni namna gani wewe kama mdau wewe kama mwananchi una jukumu kubwa katika kuhakikisha unalinda afya ya jamii unalinda afya yako. Kwa siku ya leo basi katika studio tutakuwa na wanafunzi wa shule ya sekondari Kindai, na hapa tutakuwa na afisa ambaye ni mwelimishaji kutoka TMDA, Bwana Edward Bora ambaye atakuwa akizungumza na hawa wanafunzi wa shule ya sekondari Kindai, na ninaongelea ni kule Singida sisi kwa pamoja tunatoa elimu kwa wanafunzi. Kumbuka wanafunzi wa sekondari ni moja ya wadau muhimu sana katika suala zima la uelimishaji, katika suala zima la kulinda afya ya jamii. Wanafunzi wakipata elimu, basi wanafunzi hawa wanakuwa mabalozi wazuri katika kuhakikisha wanalinda afya ya jamii. Elimu inayotolewa na TMDA inalenga katika kulinda afya ya jamii. Kila mmoja anajua wajibu wake, na mwisho wa siku tunakuwa na taifa lenye watu wenye afya madhubuti. Ungana nami basi katika uh, wanafunzi hawa katika kupata elimu, ili na wewe ufaidike kile ambacho kinafundishwa katika shule hii, ili kwa pamoja tuweze kulinda afya ya jamii. Mamlaka ya dawa na vifaa tiba. Mimi nimetokea Dodoma makao makuu. Sawa jamani? Ndio sasa, leo kidogo tutapeana kipindi kifupi sana kuhusu mambo ya dawa, na hii ni muhimu kwetu sisi kiafya, ni muhimu pia kwa wazazi wetu lakini pia tutapata uelewa kwa sababu sisi tuko shule na sisi ndio wataalamu ambao ni wa baadaye, sisi ndio tunategemewa baadaye, si ndio, jamani? Ndio. Kwa hiyo programu zetu za elimu mojawapo pia tumejikita kutoa elimu katika shule za sekondari kama hivi. Tuna majukumu mengi ikiwemo kuhakikisha hizi bidhaa za dawa hapa nchini kwamba ni salama, ni bora, ni fanisi. Kwa hiyo tunafanya ukaguzi huwa tunafanya usajili wa hizo dawa, huwa ndo tupo kwenye mipaka ya nchi kote, dawa zikiingia. Kwa mfano, umesafiri umeenda nchi nyingine, ukirudi tu ukiwa una mzigo wa dawa kwenye, kwenye, kwenye begi, wakati unapita pale, mfano ni airport au unapita pale bandarini, basi utakutana na mtu wa TMDA yuko pale. Kwa sababu gani? Dawa au vifaa tiba hapa nchini havitaruhusiwa kuingia au kutoka mpaka tumejiridhisha. Na tunachojiridhisha, tunajiridhisha vitu vitatu. Tunajiridhisha kwamba hizi dawa zinazoingia nchini, moja, kweli ni salama, kwamba hizi dawa ndani ya dawa hakuna kitu chochote ambacho tukitumia kinaweza kutuzuru. Sasa kuna namna ya kujua hayo yote, lakini namba mbili tunajiridhisha kwamba hivi hizi dawa ni fanisi fanisi. Ina maana ni kwamba ni kweli zinatibu, au kuna janja janja tu wanataka kuchukua hela zetu? Sasa tutajuaje? Tunaweza kufahamu kwa kupitia maabara ambazo serikali imewekeza katika hii mamlaka, inaitwa TMDA. Lakini cha tatu tutajiridhisha kwamba ni bora, kwamba bidhaa hizi zina ubora ambao unatakiwa. Kwa hiyo majukumu ni mengi, na pia tunapita kwenye maduka ya dawa kukagua kwamba ni zile tu dawa ambazo tumejiridhisha tulizoziona maabara kwamba zinafaa, ndio hizo ambazo wananchi wanatumia. Lakini jukumu letu lingine, ndio ile ambalo tunalifanya sasa hivi, kutoa elimu, na tunatoa elimu katika makundi mbalimbali mbali. Tunatoa elimu kupitia vyombo mbalimbali vya redio, vyombo vya TV, tunatoa kwenye magulio, kwenye masoko. Lakini pia huwa tunapita katika shule kwa sababu wote sisi ni watumiaji wa bidhaa za dawa. Kwa namna moja au nyingine ili uwe na afya njema na uendelee kupata masomo vizuri. Ukiumwa lazima uhitaji dawa ili upone. Mwalimu akikufundisha kichwa kifanya nini? Kifanye kazi, sawa? Yeah. Hey, unakuta mtu anachapwa fimbo, hesabu haingii, kumbe una changamoto ya kiafya, sindio? Yeah. Hey, sasa hilo alitakiwa aekewa afya yako iwe njema, ubaki wewe sasa na kisingizio, una kisingizio. Kindai oye! Kindai oye! kwa kifupi majukumu yetu ni hayo lakini leo sisi tumekuja kupeana elimu hii elimu itatusaidia lakini pia tunacho kipindi kinaitwa TMDA na jamii hichi kipindi huwa kinaaruka kwenye TV kinaaruka kwenye TV zetu za TBC kinaaruka kwenye TV zetu za Azam, ITV na Clouds. Kwa hiyo jamani hapa tulipo tunarekodi pia kipindi kwa mtajiona kwenye TV sawa jamani kwa hiyo mtajiona wapi? Kwenye, kwenye TV. Kwa sasa siku kiambiwa bwana nimekuona, usianze kushangaa sawa, eh? Ndio faida ya shule sawa, hiyo <coughs> hey, ndio faida ya shule sawa jamani. <coughs> kwa hiyo tunaendelea, lakini wakati huo huo tunachukua kipindi sawa, eh? <coughs> ndio yoye. <coughs> Sasa hizi dawa tunazotumia nimesema kwamba lengo lake ni kututibu na kitaalamu ili dawa iitwe dawa ina hatua mbalimbali lazima itimie. Kwa mfano wewe leo umemaliza shule ukaamua ujikite katika masuala ya famasi, kuwa mfamasia na uwe mtaalamu wa kutengeneza dawa, basi dawa huwa mpaka ikifika hatua imeitwa dawa huwa ina hatua zake. Kwa mfano leo hii umebaini kwamba nikitumia mti fulani nikachanganya na kitu fulani kama unavyofundishwa na walimu wa chemistry na biology, ukajua kwamba hii dawa inatibu kitu fulani kitaalamu. Haiishii pale, inahitaji tafiti. Tafiti ni kupata taarifa zaidi ya kile kitu ambacho wewe umeita ni dawa. Kwa hiyo hizi dawa huwa zinapitia tafiti na namna ambavyo zinapitia tafiti huwa hatuishii kusema kwamba nikichanganya A na B napona toka tujue inaponyesha vipi, kwa sababu kupona ni namna tu ya kukishinda kimelea, si ndio? Yeah. Kwa mfano, kwa mfano darasani tunafundishwaga baioloji si ndio? Yeah. Walimu kuna wakati wanatufundisha structure ya bakteria tunasomaga, yeah. Kuna mtu anajua structure ya bakteria ya, ya <laughs> walimu wa biolojia wakati mwingine wanachora kabisa na kuchoria kwamba bakteria na moja ana eneo gani na eneo gani. Wakati mwingine hatuelewi kwa nini tunafundishwa eh, lakini matumizi yake sehemu moja hapo ya kupata dawa ni kukielewa kwanza kimelea. Sasa kukielewa kimelea, lazima ukijue kinaishije, kinakulaje, kinazaliana vipi, sawa eh? Hicho kimelea kina sehemu gani, kimeumbwa kikiwa na parts ngapi? Sasa wewe ukagundua kwamba hichi kimelea bwana, huwa ili kiishi kinahitaji mazingira haya. Ukifanikiwa yale mazingira kuyaondoa, kikashindwa kuishi, hiyo ni dawa. Ina maana kimelea hakitakuwa kwenye mwili wa mtu, si ndio? Kwa ukifanikiwa kile kimelea kwa kiweza kukifanya kisizaliane, hiyo ni dawa. Lakini hizo zote unazipata katika tafiti mbalimbali mbali ambazo unafanya. Sasa wakati wa utafiti ndipo na tafiti zetu huwa zinaanza, utasikia dawa hii imeanza kujaribiwa, sio labda unaanza kuona kuna panya wanatumika maabara, wanatumika katika tafiti kujiridhisha dawa, lakini utasikia uh, ta, ta, tafiti imehamia labda kwa wanyama wakubwa, kwa mfano nyani au tumbili, mwisho kabisa inakuja kwa binadamu watakaojitolea. Kuna namna fulani na utaratibu upo wa watu kujitolea katika majaribio ya dawa, na zipo sheria ambazo zinawalinda wale watu, na hapa nchini anayesimamia huo uh, utaratibu ni sisi TMDA, kwamba wakati wa kuzalisha dawa ule utaratibu ukifika sasa katika majaribio ya binadamu, basi utaratibu huo unasimamiwa na TMDA kuona kwamba kile ambacho kilijaribiwa kote huko kikafaulu, mwisho sasa kijaribio kwa binadamu kione kama kinafanya kazi sasa licha ya yote haya, dawa ikafanya majaribio, ikamaliza majaribio, na mtengenezaji huko alipo labda mtengenezaji anatoka hapa nchini au ni wewe mwenyewe bwana X umesoma, umemaliza, umeamua kuwa mtengenezaji wa dawa, ukimaliza utaileta TMDA. Sasa sisi tunajiridhisha kwamba ni kweli ulichokifanya ndio chenyewe. Kwaweza ni wewe hapa nchini au ni dawa imetoka kwenye nchi za watu zimekuja dawa hii, bwana, inatibu ugonjwa fulani. Basi sisi tutarudi maabara, tutaangalia sasa kuona kwamba ni kweli ulichosema na kwenye zile tafiti zote ni sawa, na tutaona kwamba tukasema ni sawa, ni kweli, ni kweli tafiti alizosema zinaonyesha kweli hichi kimelea kinakufa na nini, tukaisajili dawa, ikaanza kutumika. Ile dawa ikitumika kitaalamu, sisi TMDA hatuishi utafiti pale, tafiti zinaendelea mpaka dawa itakapoacha kutumika, na ndio kitu ambacho leo tutaongea kwa dakika chache hapa, ikiwa ni sehemu ya kupata taarifa ya dawa na ya vifaa tiba. Kindai, Kindai wewe. Naongea mambo magumu kidogo lakini sinaeleweka yes. Sasa wakati wa, wakati wa majaribio dawa, ndani ya dawa kwenye kiboksi utaona kuna karatasi na maelezo mbalimbali. Katika yale maelezo kuna sehemu utaona umeandika side effect. Kuna watu wameshaona kile karatasi Yes, zile side effect ni matokeo mbalimbali yaliyotarajiwa wakati watu, wakati wa, wa, wa, wa majaribio ya dawa. Na yale maudhi ni kwamba wakati unatumia dawa, dawa inakusaidia lakini kwenye tafiti ilionekana kwamba kutakuwa na maudhi madogo madogo, ndio yale yanaitwa side nini effect. Kwa yule mtengenezaji ataainisha kwamba dawa hii ukinywa unaweza ukasikia kichefuchefu, dawa hii ukinywa unaweza ukasikia usingizi, kwa ukashauriwa bwana, wakati unatumia dawa jihatarishe, labda usiendeshe baisikeli, usiendeshe gari, usiendeshe pikipiki. Ziko kwa mfano dawa za mafua ukinywa unaanza kusikia kama ume, unasikia usingizi, si ndio? Eh, yes, lakini dawa nyingine utasikia kwamba inakuletea labda kitu fulani lakini, kuna muda utafika, unafika hospitalini wanakuambia hivi, kabla hujatumia hii dawa hakikisha umekula. Watu wengine hatujui ni kwa nini? Ni kwa sababu dawa ile ina maudhi ambayo ili kuyapunguza makali yake inabidi uwe umekula, sawa? Koyako maudhi mbalimbali mbali. lakini sio dawa zote dawa nyingine unaambiwa usile pia ziko dawa kwa mfano dawa za minyoo utaambiwa hakikisha kwamba hauli kunywa dawa kabla hujakula si ndio eh? hii yote ni kwa sababu haya majibu yalionekana katika tafiti sasa ikatokea umetumia dawa siku moja au pale nyumbani una mdogo wako ametumia dawa au una mama yako au ni baba au ni jirani wakati ametumia dawa, ameamka asubuhi amekuta ngozi imebabuka, alitakiwa apone. Kwa mfano, alitakiwa alikuwa anakunywa labda dawa labda ya malaria au tuseme dawa ya typhoid au dawa ya ugonjwa fulani, ametumia dawa ile dawa ameamka asubuhi, amebabuka ngozi, amekunywa dawa haoni, amekunywa dawa hasikii, amekunywa dawa anaona kama ngozi zinaanza kunyonyoka, amekunywa dawa vipele vinamtoka, anafanyaje? Kuna ambaye anajua jamani, eh? kuna mtu ambaye isha kumtokea? Kuna ambaye isha kutokea? Unatumia dawa Halafu kuna hali na kutokea ile hali haijaandikwa kwenye kile kikaratasi, kile kikaratasi ambacho nimesema kile side effect, kwamba katika majaribio ya dawa haikuonekana kwamba mtu akinywa dawa atapata vipele, haikuonekana kwamba mtu akitumia dawa atavimba macho. Ina maana amepata madhara, amepata mauzi kwa sababu ya dawa, lakini katika tafiti haikuonekana. Sasa wengi wetu huwa hatutoi taarifa. Sindio? Sasa tumekuja hapa kuambiana na nyiye, mtakuwa mabalozi kusaidiana jukumu letu. Nimesema tunatakiwa tuichunguze dawa maisha yake yote, kama nilivyosema mwanzo mwanzoni, kwamba dawa ilianza katika tafiti, lakini tafiti ile huwa inaendelea. Sasa tunaomba ukipata changamoto yoyote kama nilivyoeleza, tunaomba utoe taarifa TMDA. Kuna, kuna faida nitazieleza za kwa nini tunahitaji hiyo taarifa na ni umuhimu gani kiki. Zile taulo za kike tunazotumia zile ni vifaa tiba, sawa. Pamba sindano grosi, sawa. Umeenda hospitalini, bahati mbaya, labda mguu ulivunjika ukawekewa chuma, ni kifaa tiba kile, sawa. Vile vitu ambavyo watu wawasikie wanawekewa masikioni wasikie, ni vifaa tiba vile vyote. Kwa mfano, umetumia taulo ya kike na bahati mbaya umejikuta ghafla umepata vipele, haikuelezwa sababu kwamba hicho kifaa tiba kitasababisha vipele wengi tunakaa kimya. Wakati mwingine tunasema kwamba kitu fulani akijanipenda afu tunaishia hapo, si ndio, eh? yeah. E, sasa tunaomba mwimu anatoa taarifa na namna ya kutoa taarifa. Cha kwanza unashauriwa eza urudi kwenye kituo cha afya ambacho ulipata tiba, na pia sio lazima kwenye kile kile kituo, kituo chochote cha afya ambacho kipo karibu na wewe. Katika vituo vyote vya afya kuna dawati ambalo linahudumia TMDA namna ya kutoa taarifa ko kwa, utasema kwamba nilitumia dawa fulani nikapata changamoto moja mbili tatu. Pale kuna namna ambavyo watachukua taarifa, na ile taarifa ina mambo mawili, inawezekana ni dawa ndio ina changamoto, lakini inawezekana ni mwili wako una changamoto. Miili yetu inatofautiana kutokana na mazingira na namna ambavyo tumeumbwa. Kuna watu wanawezekana wanatumia kitu fulani, lakini mwingine atumii, tunaita mzio au allergy. Kuna mwingine anakula samaki, lakini kuna mwingine mwingine hali samaki. Kila samaki, samaki anawashwa, si ndio? Hiyo ni allergy. Wapo ndio. Eh. Kwa hiyo ni miili, inawezekana kwa mfano dawa fulani labda inaki, inakiambata fulani au ina sulfa. Lakini kuna mtu akitumia dawa ambayo ina sulfa anapata matatizo. Wakati mwingine alikuwa anaumwa, anazidiwa, lakini dawa itakiwa imponyeshe, lakini anazidiwa. Kumbe anazidiwa kwa sababu gani? Kile ambacho kipo kwenye dawa <coughs> kinamletea madhara. Sawa. Kindai oye! Kindai oye! Kwao tabaini, tutajua kwamba, je, ni dawa au ni reaction ya mwili, na pia tutakuuliza wakati umetumia dawa <coughs> ulitumia na kitu gani kingine. Inawezekana yale madhara yaliyepata baada ya kutumia mchanganyiko fulani wa dawa. Jamani, mmenielewa? Mmenielewa? Sasa mimi sitaki kuwapotezea muda, kwa sababu kila siku tutakuwa tunakuja tunatoa elimu ya tofauti tofauti. Kipindi kilichopita tulitoa matumizi sahihi ya dawa, lakini leo Tumejifunza namna gani ya kutoa nini, taarifa, namna gani ya kutoa taarifa. Mtazamaji, hivi ndivyo ambavyo shule ya Kindai Sekondari kutoka Singida ambavyo wameweza kupatiwa elimu kuhusiana na masuala mazima ya uh, matumizi sahihi ya bidhaa za dawa, vifaa tiba pamoja na vitendanishi, na kukaribisha ili tuweze kuwasikiliza kuona nini walichokielewa nini ambacho wamejifunga, wamejifunza katika kipindi hiki ili kwa pamoja basi tuweze kulinda afya ya jamii afya bora kwanza na siku ya leo kwanza kabla yote tuna, tuna furaha kubwa kwa kwa kuweza kututembelea katika shule yetu na kuweza kutufundisha namna ya utoaji wa wa taarifa juu ya matumizi ya dawa <coughs> Kitu kingine ambacho tumejifunza ni kwamba unatakiwa ufuate maelekezo yaliyopo kwenye karatasi ile ambayo inakuwa kwenye, kwenye boksi ulilonunulia dawa. Unatakiwa usome kabla ya kutumia ili kuweza kuondokana matatizo ambayo yanaweza katokea wakati wakati unatumia ile dawa. alafu kitu kingine ambacho tumejifunza ni kwamba asili kubwa ya ya dawa tunazotumia ni kwamba zimetokana na ama asili yake ni mizizi. Kitu kingine alichotuelekeza kwamba unapotumia dawa kuna <coughs> vitu ambavyo vinaweza vikatokea katika miili yako, mfano ukatoka na vipele, miwasho au kubabuka kwa ngozi, hivyo unatakiwa ukatoe taarifa katika kituo cha afya ulichochukulia dawa au kituo cha afya kilicho karibu na wewe. Na mwisho kabisa tumeelekezwa kwamba unapotumia dawa zinazotoka hospitalini unatakiwa uzimalize kwanza ndipo utumie na dawa nyingine ambao umeelekezwa. Kwa ma, tunatoa shukrani zetu kwa Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba kwa kuja kutupa elimu. Elimu hii itatusaidia sisi kama walimu kama wazazi, lakini pia wanafunzi wetu ambao watafikisha ujumbe kwa jamii, namna ambavyo wanapaswa kutumia dawa katika hali ya usahihi. Wamepata elimu, tumepata elimu mbalimbali ikiwa ni pamoja na ni namna gani tutumie dawa na namna na, na, na gani ambapo, endapo sasa tutatumia dawa na tutapata madhara yoyote, tunapaswa kuripoti ambapo sasa elimu hii inatusaidia pale ambapo mtu anapopata madhara akiripoti, ile dawa inamaanisha kwamba itamsaidia sio yeye peke yake, lakini atakuwa amesaidia na watu wengine, kwa sababu ile dawa itafuatiliwa na kama ni kuisitisha matumizi yake itafanyika hivyo. Kwa hiyo tunashukuru sana mamlaka ya vifaa tiba na dawa kwa kuja shuleni kwetu, lakini naomba elimu hii ingeendelea kutolewa na sehemu nyingine katika mikusanyiko mbalimbali mbali ya jamii ili jamii ipate uelewa zaidi, maana inawezekana kuna baadhi ya watu kwenye jamii hawajui madhara ya matumizi ya dawa holela, lakini pia hawajui wanaweza wakawa wanapata matatizo ya dawa, lakini hawajui ni wapi pakwenda kuripoti. Kwa hiyo tunashukuru sana na tunawakaribisha sanabo Mtazamaji, hakuna lililo na mwanzo likakosa kuwa na mwisho, na hivi ndivyo kwa siku ya leo tunahitimisha kipindi chetu cha TMDA na Jamii. Kumbuka, leo tulikuwa katika shule ya sekondari Kindai ambayo iko katika mkoa wa Singida, na hapa tumeona namna gani wanafunzi wakipatiwa elimu kuhusiana na matumizi sahihi ya bidhaa za dawa, vifaa tiba na vitendanishi, lakini pia tumesikiliza nini maoni yao baada ya kuwa wamepatiwa ile elimu na kama ambavyo tumeona na tumeshuhudia kwamba wao tayari wamekuwa mabalozi muhimu sana wa TMDA katika kuhakikisha kwamba jamii wazunguka, jamii ambayo wanatoka basi, wanapatiwa nao elimu kuhusiana na masuala mazima ya matumizi ya bidhaa za dawa, vifaatiba na vitendanishi. Ninakushukuru kutoka TMDA na jamii, inaitwa ya Simwanza, lakini ninakualika ukiwa na maswali, maoni au dukuduku -duku, usisite kutuandikia kupitia barua pepe ya info at tmda.go.tz au kutupigia sifuri nane sifuri sifuri moja moja sifuri sifuri nane nne.